Kushirikiana na chama cha madaktari wa watoto Tanzania, tukaamua kutambua juhudi zao za kupambana na magonjwa ya watoto. Kwa hiyo tukachangia vifaa mbalimbali ambavyo wao wameamua kuvikabidhi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili ili visaidie watoto wote Tanzania wanaokuja kutibiwa hapa. Vifaa vyetu vina gharimu shilingi milioni 23 na viko vingi, kuanzia mizani, thermometers, vya kupimia pressure Infusion pumps za kuwekea dawa kwa watoto na vingine, lakini kama nilivyokwisha sema, sisi tunafanya shughuli nyingi za kijamii kama za kupambana na malaria, ambao pia na watoto wanahusika, mambo ya magonjwa ya ukimwi, ambao pia watoto wamo, mambo ya cleft palate, upasuaji wa kurekebisha midomo ya watoto ambao ina matatizo. Tuna meli inazunguka ziwa Victoria, ikifanya matibabu kwa watoto pia na watu wazima, lakini tuna miradi mingine ya maji, ya shule barabara, kilimo, kuimarisha mambo ya, ya, ya, ya, ya kiuchumi ya kijamii yote hiyo inatambua ina watoto na kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa na hali nzuri. Naitwa Dr. Mary Charles, mkuu wa idara ya watoto. Tumeletewa vifaa vya kupimia uzito, vifaa vya kupimia presha za watoto na vya kupimia joto, vitatusaidia katika kazi zetu za kila siku sema hivi, ya kupimia uzito ni muhimu kwetu, kwa sababu sisi watoto tukiwatibu katika kuandika dawa ni lazima tuendeane na uzito, kwamba watoto wa umri tofauti wanaweza kuwa na uzito tofauti. Unaweza ukawa na mtoto aliyezaliwa leo ana kilo tano, mtoto wa mwaka mmoja pia ana kilo tano, ambao wao anaenda katika utapia mlo, dawa zao lazima dozi iende na usawa uzito. <coughs> tukiandika kwa umri kidogo, tunakuwa tunawakosea tiba yao na vifaa tunavyo, ndio lakini ni vichache, kwa hivi vilivyoongezeka vitatusaidia kupunguza ule urefu wa kupima watoto uzito wanapokuwa wodini. Wodi yetu jengo letu hili linalaza watoto mia tatu kwa siku, yani hiyo ni wastani. Kwa hiyo vile vilivyopo tukiunganisha na hivi basi vitatusaidia kufanya kazi kwa muda mfupi zaidi.